Patanisho ee, mimi ni Michael Wekesa uh, 41 years, uh, kutoka Bungoma. Naomba mnipatanisha na mke wangu anaitwa Muikali Sabina ambaye ana miaka 28. Tumekuwa kwa ndoa kwa miaka miwili na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na bibi yangu mwaka wa 2022, wakati ambapo nilimkosea sana, wakati aliniomba pesa nikamjibu vibaya. Kwa sasa ako kwao kambani Machakos na mimi eh, niko Bungoma na akanipatia namba ya Muikali. We. Mm. <laughs> Yali acha Muikali akarudi Machakos. Mondoa mti. Muikali yeye msima sako. Haya, acha tumpigie Michael ama Wekesa tusikie anasemaje. Please enter your na, password. Na tuone kama wataweza kupatana. Eh. Thank you. Kwa hivyo naomba uh, Wekesa tafadhali shika simu yetu ili tuone vile tunakusaidia uweze kurudiana na Mwikali. And, uh, ni miaka mitatu sindio? Eh, three years, ni mbali kwahivyo yeah. Mm. Naomba ashike simu yetu. Eh, habari gani Wekesa? Nzuri sana. Eh, nimeona hii message yako ya patanisho. Hebu tueleze nini lilitokea kati yako na Mwikali. Eh, <coughs> mimi nilikuwa naikaa na yeye Mwikali huko na huko na Machakos. Ulikuwa unakaa na yeye Machakos, eh? Eh, sasa wakati nilikuwa mm ni kwa job huko na nilikuwa nafanya huko hiyo job kwao, karibu kwao hapo chini. Mhm. Sasa Mhm. Tukapatana na yeye tukaenda, uh, tuka tukaelewana, tukakaa na yeye mm -hmm. Alafu wakati tulikaa na yeye mm -hmm. Yeye akafikia mahali mangoru wake wakamchukua wakampeleka college sasa mm -hmm. Vile alienda college mm -hmm. na mimi nikaenda nikarudi kwetu nyumbani Bungoma huko sasa mm -hmm. Vile nilirudi Bungoma mm -hmm. na akafikia mahali akaniomba mahitaji, mahitaji tu ya kutumia Mm. -hmm. Unajua huku mpa kwa kazi. Bado mm. -hmm. nime na suru suru tu hapa na pale kidogo. Mm. Ndio -hmm. sasa nipate mambo ya mahitaji. Mm. -hmm. Sasa niomba nimtumie shilingi elfu mbili kwa kila mwezi. Mm. Mimi nitasubiri siku kwa kazi ngoje nikipata kitu kidogo nienda baada nitakutumia. Hata ile wakati aka niangalazimisha nikamjibu vibaya. Nikamjibu vibaya nikamwambia sasa wewe unafikiria pesa unachota kwa kwa mchanga. Sasa unatafuta naokam kama hutaki wewe saa sasa. Nikamjibu hivyo ukamwambia maji nigarigri